Habari ndugu yangu, kwa majina naitwa Frida Mganda. Nimeokoka na nampenda Yesu, na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Aa, niko mbele yako kwa ajili ya kukuelekeza wewe ambao unapitia shida ambayo mimi nilikuwa nikipitia, shida ya mapepo au majini, na hii ni sehemu yangu ya tatu. Ah, uamuzi ambao niliochukua mara ya mwisho kwa ajili ya kuweza kujisaidia niliona ni bora niende kwa waganga ili waweze kunisaidia niliamua kutoka kwa ajili ya kuenda kwa waganga, na nilipofika huko niliambiwa mambo mengi sana kuhusu chanzo cha mapepo yale na kwa nini yapo kwangu. Niliambiwa mambo mengi ambayo nilibidi niyapokee ili nisaidike kwa wakati ule mgumu ambao nilikuwa nikipitia niliona ni bora wanisaidie. Kwa hivyo, walinipa kinga, walinipa dawa, walinipa vitu vingi ili niweze kuzuia zile nguvu za pepo, lakini ilikuwa nakaa kwa muda kama wiki moja au mbili, nguvu zile zilikuwa zikirudi, narudi tena, nikishafika wananipa tena vitu vingine nazuilia, lakini mwisho wa siku nguvu ile inarudi na kuweza kunidondosha. Nilipomaliza matibabu yale, niliamini kwamba nitakuwa nimepona. Nilienda zangu kazini kwa ajili ya kuanza kazi rasmi ya ualimu, na nilipofika kazini nikaanza tena kudondoka, nadondoka na walimu wananiokota na kunisaidia, lakini pia ndani yangu kulikuwa na chuki kubwa, ambapo watu walikuwa wakiniona hawa hawanielewi au hawanipendi bila sababu, lakini sababu hiyo ilikuwa nasababishwa na zile nguvu za pepo ambazo zilikuwa zikiishi katika maisha yangu, kwa sababu zilipoteza nuru yote na kuniwekea giza katika maisha yangu. Ili uweze kuendelea kuangalia video zinazofuata, unaweza kulike, kushare au subscribe channel yangu ili uweze kuona video zinazofuata kwa ajili ya kuwasaidia na wengine.